Muhifadhi mkuu Innocent Lupembe kutoka huduma za misitu Tanzania kanda ya Nyanda si. Leo hii tuko katika wilaya ya Ludewa katika kuadhimisha siku ya misitu duniani, lakini pia siku ya upandaji miti kitaifa. Zoezi hili ni muhimu kwa, kwa taifa na dunia nzima, kama tunavyofahamu fahamu, misitu ni muhimu katika maisha yetu kama zilivyo kauli mbiu kauli mbiu ya kidunia ni uh, misitu na chakula, lakini pia kauli mbiu ya ya kitaifa ni kuongeza thamani ya mazao ya, ya, ya misitu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Kwa hiyo ni zoezi muhimu ambalo tumelianza leo katika wilaya ya Ludewa lakini tutaendelea katika wilaya zingine zote za mkoa wa Njombe hadi tarehe kumi na saba mwezi huu wa tatu kwa hiyo naombe wananchi wote wa washirikiane na sisi katika zoezi hili la upandaji miti mpaka mwisho ambao utakuwa tarehe ishirini na moja na tunakaribisha katika mji wa, wa Njombe ili tushiriki pamoja katika kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani. Nashukuru.